Unajua <laughs> wao wanasema kwa 2027 watanipeleka nyumbani hiyo uh -huh. nitakuwa nimejipanga mbaya mbo uh -huh. Yaani nitakuwa nimejipanga ile mbaya uh -huh. Kwanza nataka niwaambie kitu wa Kenya Uh -huh. Kwa sababu nimegundua kwamba watu wengi wana wako na njaa uh -huh. Nitaenda kumaliza hili janga la njaa, kwa sababu 2027 20 mkirudisha kwenye uongozi uh -huh. Nitaenda kutoa unga wa M-Kopa maharage ya M-Kopa wa uh -huh. Na omena wa M-Kopa ambao sasa wananchi mtakuwa mkilipa kwa token, ama mnaonaje? Hayo maneno si nyinyi ndio kusema sasa <laughs> <kusema>, <laughs> na kitu nyingine nataka niwaambie ni, ni, toboe, Topo! Topo! Na ni toboe. <laughs> Hiyo wacha ni watoboe serikali yangu kwa sasa ninunua uh -huh. mabati milioni mia moja uh -huh. na hii mabati tutaenda kutumia ku, -ku, -ku, -ku -renovate. Uh -huh. Ozone layer ndio ultraviolet rays isiweze kupenya katika anga ya Kenya kansa. Unaona sasa wangwani hiyo tumepunguza kansa eh yeah! <laughs> Hey, hawa mdomo mdomo ya kuongea tu sisi tunafanya kwa matendo si ndio? hizi <laughs> tunaongea, tunafanya. Na kitu nyingine nataka niwaambie, nitoboa hiyo toboa. Nataka niwaambie kwamba tumegundua kwamba wanafunzi wa shule za sekondari uh -huh. wanakunywa chai uh -huh. bila vitafunio uh -huh. na kwa sababu hii basi nitaenda kufanya kitu moja uh -huh. Nitaenda kufanya kitu mmoja, mimi kama rais 2027 mkinirudisha kwa mamlaka uh -huh. nitaenda kujenga bakery laboratories kwa kila shule uh -huh. na ile mandazi, sambusa na mikate watatengeneza kwa practical, wanafunzi watatumia kama vitafunio kukunywa chai. Sini hiyo maneno. yeah. yeah. <laughs> kuna maneno mengine hapo, hiyo hiyo hiyo ngona